Milioni milioni mia tano imepotea. Kwa hiyo sasa, hapa nachotaka mimi ili wewe katika mikono salama, na na mimi niendelee na kazi yangu, umeona, unanielewatai. Mabishano sitaki, tubishano sawa. Ukitaka tubishana, nitakufanyia kitu kibaya, ambao Watanzania wengi watanichukia mimi, nami sitaki, wami nachotaka, kuna nani hapa ambao naitazama mimi na

nataka nifanye kitu kikubwa, watu wakipita hapa wajae, waone kabisa huyu jamaa anafanya kitu gani. Na sisi hatutaki kufanya mambo kama haya, ndio maana mimi nakuambia taratibu, uweze kunielewa, tumalize hapa tumalize. Huu unaona watu wanavyopita pita, wanaojaana wanaoangalia hapa ni chinga nahangaika na biashara zangu zangu za mikoba viatu, na askari askari kanisimamisha. Baada ya kusimamisha kunisimamisha, kaniambia kuna pesa imeibiwa benki na duka la mtina limevunjwa, kuna vitu vimeibiwa. Kwa kwa hiyo tunaomba vitu vyako oavikague, i nikamkabidhi e vitu na ile shilingi